Nchi ya Tanzania nimeambiwa na Mungu isimamie hii nchi. Hii nchi mimi nitaisimamia hasa kuna ngine anasema, wewe, wewe nani? Utajua, utajua, tajua ba... nilikuwa nani, utakuja kujua baadaye. Na maneno haya nikisema, huo kuna watu wanawaka, wanasema yani, yani, yani huyu, ndio, huyu, ndio, huyu ndio huyu ndio maliza, simalizi na mtu mimi simalizi na mtu. Nimejazwa nguvu ya kuanza na kumaliza. <coughs> Na nielewa anachosema eh? Na nielewa anachosema eh? Eh, anachosema? eh? Nileteni kwa Gwajima. Nileteni kwa Gwajima. Nileteni kwa Gwajima. Ninaanza na Askofu Gwajima. Huyu ni askofu, subiri kwanza. Huyu ni askofu, ni mchapakazi, ni mkweli, ni mkweli sana, na ndiyo maana nataka niwaeleze wana Dar es Salaam, aliyeongoza kura kawe ni mtoto wa dada yangu nililikata jina kwa sababu hawezi akashindana na Gwajima. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana, pia tunaingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano, mimi natoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli, rafiki yangu nani, nampenda na, na, mpenda, na mheshimu He's my friend, natoa mfano sasa. Ikatokea Abdul, mtoto wa mama Samia wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel, utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima, mtoto wa Askofu Gwajima Jordan amechukuliwa, wameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho mtoto wa, wa, wa, wa Majaliwa, Kasi Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa kesho anaokotwa hana macho, anafatwa ndani ya nyumba. Kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude, amefanya ndani ya nyumba, watu wanavunja wanavunja wanavunja nyumba, mke wake anaona mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini, halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambula IGP, ni mtoto wa DJIS, ni mtoto wa wa mkuu wa mkuu wa jeshi la wananchi, wa, wa, wa, wa, wa, jesha, wa Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea, kana kwamba kana kwamba, kana kwamba kwamba ni mbuzi ni kondoo? Lazima tufike wakati. Mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha tresi. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena sisi ni polisi toka ndani, alafu huyu mtu anakuja amekuja kuokotwa kesho. Huyu huyu dada wa kiganda huyu Agata Atohaile anasema nimeona kwenye YouTube ame, hata amevuliwa nguo zote, alafu anapigwa pigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi, hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu ya yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni